Kwa miaka mingi watu wengi wamekuwa wakiteswa na maradhi sugu na matatizo ya kishirikina, lakini sasa kuna suluhisho. Karibu kwa Dr. Ngoso, mtaalamu mashuhuri wa tiba za asili, kiboko ya magonjwa sugu, uchawi na matatizo ya kishirikina. Unasumbuliwa na kifafa, nguvu za kiume kushuka, presha, kiharusi, matatizo ya macho, tumbo au mifupa kuvunjika? Usiangaike tena, Dr. Ngoso ana tiba ya uhakika, salama na ya asili, zilizobarikiwa na Mwenyezi Mungu. Lakini si hayo tu ta Ngoso pia hutatua uchawi na chuma ulete kukosa kazi au mvuto wa kibiashara, kumrudisha mpenzi au mume au mke aliyekuacha, kushinda kesi mahakamani, kufungua vifungo vyote vya kishirikina mwilini, tiba ya kuacha pombe, kusafisha nyota yako na kukulinda dhidi ya vijicho na uchawi. Huna haja ya kufika ofisini kwake, huduma zake zinakufikia popote pale ulipo, kutoka Kenya hadi Uganda Tanzania hadi duniani kote. Wasiliana naye kwa WhatsApp 254718756944 au tembelea tovuti yake www.drngoso.com. Usisahau pia kumfuatilia kwenye mitandao yake ya kijamii kama vile YouTube, Facebook na Instagram kwa jina la Dr Ngoso. Dr Ngoso, bingwa wa magonjwa sugu, shida na matatizo mbalimbali. Marekani imejikita kwa kiasi kikubwa kijeshi katika Mashariki ya Kati ikiwa na wanajeshi katika zaidi ya nchi kumi pamoja na uwepo mkubwa wa meli za kivita katika maji ya maeneo hayo. Kwa mujibu wa tathmini ya wataalamu wa usalama wa kikanda, Marekani ina vituo vya kijeshi katika takribani maeneo 19 ambapo vituo nane kati ya hivyo huonekana kuwa vya kudumu. Kwa sasa jumla ya wanajeshi wa Marekani walioko katika ukanda huo inakadiriwa kufikia elfu arobaini wakijumuisha pia raia wanaohudumu katika shughuli mbalimbali. Uwepo huu umeambatana na vifaa vya kisasa vya kijeshi kama ndege za kivita, mifumo ya ulinzi wa anga na meli za kivita zinazotanda katika bahari ya kati na bahari nyekundu. Tangu Marekani iliposhambulia maeneo yanayohusishwa na shughuli za nyuklia nchini Iran, hali ya taharuki imeongezeka. Iran ilijibu mapigo na kutangaza tena kwamba haitosita kuchukua hatua kali, ikisisitiza kuwa chaguzi zote zipo mezani kujibu shambulio hilo. Hapo awali wakati wa migogoro ya Iraki na Afghanistan, Idadi ya wanajeshi wa Marekani katika eneo hili ilipanda hadi zaidi ya laki moja na sitini. Lakini hata baada ya kushuka kwa kiwango hicho, mvutano wa karibuni kati ya Iran na Israel pamoja na mashambulizi wa wa ya wahuthi wa Yemen dhidi ya meli umesababisha Marekani kuongeza tahadhari kwa kuimarisha uwepo wake tena. katika kipindi cha hivi karibuni Marekani ilianza kuwaondoa kwa hiari baadhi ya maafisa wake kutoka baadhi ya vituo vya kijeshi ikiwa hatua ya tahadhari endapo kutatokea mashambulizi makubwa kutoka Tehran. Kwa mujibu wa Baraza la Mahusiano ya Kigeni, licha ya vituo hivyo 19 Marekani pia ina vituo vikubwa nchini Jibuti na Uturuki ambavyo ingawa ni sehemu ya amri nyingine za kijeshi hutoa mchango mkubwa katika operesheni za Marekani ndani ya Mashariki ya Kati. Vituo hivi vyote viko chini ya kamandi kuu ya jeshi la Marekani yaani Centcom. Vifuatavyo ni vituo muhimu vya kijeshi vya Marekani huko Mashariki ya Kati. Cha kwanza ni Bahrain. Bahrain ni mwenyeji wa kikosi cha tano cha jeshi la wanamaji la Marekani ambacho kinahudumia ghuba ya Uajemi bahari ya Arabia na maeneo ya Afrika mashariki hadi Kenya. Kituo hiki pia ni makao ya kamandi ya shughuli za usaidizi wa wanamaji wa Marekani. Takribani wanajeshi elfu tisa wamepangiwa kwenye kisiwa hiki. Meli kubwa ikiwemo zile zinazobeba ndege za kivita kama USS Calvinson hupatikana hapa. Pia kuna boti za mwendokasi za walinzi wa pwani. Namba mbili ni Kuwait. Kuwait inahifadhi kambi nyingi za kijeshi za Marekani ikiwemo ile Camp erifien ambayo ni makao ya Centcom ya jeshi la Marekani. Hapa ndipo zilipo akiba kubwa ya vifaa vya kijeshi na vifaa vya msaada kwa operation. Kambi ya anga ya Ali Al Salem nayo ni muhimu sana, ikiwa na kikosi cha 386 cha usafiri wa anga na ndege zisizo na rubani kama MQ9 Reaper. Zaidi ya wanajeshi 13500 wako katika vituo wa hivi viwili. Namba tatu ni Katal. Qatar ni mwenyeji wa kambi ya anga ya al Udeid, kituo kikuu cha Centcom na oparesheni za kijeshi za Marekani dhidi ya magaidi nchini Iraq, Siria na Afghanistan. Hapa ndipo yalipo makazi ya kikosi cha 379 cha usafiri wa anga cha Marekani. Ingawa ndege nyingi zilihamishwa kutoka kambi hii mapema mwaka huu, bado kuna wanajeshi takriban 10,000 waliobaki nchini humo. Namba nne ni falme za Kiarabu, yani UAE. huko UAE Marekani ina kituo cha anga cha Aldafra ambacho kinatumika kwa shughuli za upelelezi ukusanyaji wa taarifa za kijasusi na usaidizi wa anga. Pia kikosi cha 380 kipo hapa pamoja na ndege zisizo na rubani kama MQ9 Reapers. Namba tano, Iraq. Wakati wa Marekani ilikuwa na zaidi ya wanajeshi laki moja na elfu sitini katika kambi zaidi ya mia tano. Hivi sasa wanajeshi waliobaki ni takribani elfu mbili na mia tano tu, na wanaendelea kushiriki katika muungano wa kupambana na Islamic State kupitia kambi za Al-Asad na Erbil. Mashambulizi ya mara kwa mara kutoka kwa makundi yanayoungwa mkono na Iran yameendelea ya kulenga vituo hivi tangu kuanza kwa vita vya Gaza mwaka 2023. Namba sita. Syria. Syria ina takribani wanajeshi 2000 wa Marekani waliopo kusaidia katika mapambano dhidi ya Islamic State. Jeshi la Marekani hushirikiana na vikosi vya usalama vya ndani ili kuhakikisha kundi hili halijirudi. Mwezi Juni Marekani ilitangaza mpango wa kufunga baadhi ya kambi zake nchini humo. Mwezi Juni Marekani ilitangaza mpango wake wa kufunga baadhi ya kambi zake nchini humo na kisha kuwacha kituo kimoja pekee. Pia serikali ya Trump ilionyesha ishara ya kutaka mazungumzo na kiongozi mpya wa Syria Ahmed al-Sharaa baada ya kuanguka kwa utawala wa Bashar al-Assad mwishoni mwa mwaka 2024. Na mimi naitwa Ananias Edgar.